Oye, washikaji. Sema, muna. O, washikajie, mnajua nini mwanangu? Yani gosi wangu, kuna mambo ambayo yanapekezea katika hichi kijiji chetu mm. Yani amwezi kufikiria kabisa, yani kweli, yani kuna watu wanang'aa, mjue, kuna watu wanang'aa lakini mkiambua kazi ambazo wanazifanya amwezi kutia maanani hata kidogodogo. Sasa tufanyeje? ah. gosi wangu, unauliza nini? We mwanamme, bwana changamka, ujajua oh, hisu za kiume skia kitu yeah, kimoja hichi hapa yeah. Tunaingia mtaani tunatafuta chaka ambalo, tunatafuta sehemu ambazo ng'ombe huwa nalazwa, ng'ombe mmoja tu. Tukishaiba ng'ombe, miezi miwili tu hatuibi tena. Biashara hiyo, dili hiyo, dili mimi nilikuwa nasubiria. Oya, ndo hapo. uh -huh. Oya, hivyo tu mwanangu, fresh eh. Oya, oya, oya, oya shikaji, naongea kule mwanangu, ipale mwanangu ule Lina kitu lile mwanangu. Oya, shikiaje njoo basi mwanangu. E, angalia njoo. Nambe. Oya, shika isogee basi kidogo. Oya, sikia Ndo umenita kutoka kule mpaka nimefika hapa. Unaelewa? Kuonya mdonitia. Njoo basi kuna kitu nataka kuonyesha hapa kidogo tu.

Ndugu, vipi? Naona sikuelewi. Sikuelewi hapo, sio swali. Kuna vijana watatu wamenivamia, wamenyang'anya kila kitu. Wani hapo, nipo mtupu. Au nawajua au watoto wa mtaani. Unajua? Nawajua vizuri sana tabia za unasaidia. Ndio swala, niachie mimi, we nifuate nyuma tu zetu, okay. Sasa hapa tumepata, ngoja nifungalie huko, hamna nyingine huko, mtakutosha mm, huko. -hmm. Ah. Uh, mimi nachukua hii babu. Mimi nachukua hii. Oya, Aladin anakuja Aladin, jamaa moga kweli yani. Yule ameondoka ah, anamwogopa mshikaji, wenyewe mtoto mdogo tu yule. Yule tu yule pale anamwogopa mshikaji, moga kweli babu. Achana na, naye babu, sisi hatuogopi mtu hapa

chini. Mimi mwanaume kweli, sio kwako tu. Mimi ni fighter Isame. Kwa ajili ya watu wapuzi kama nyie. Yaani hii ni mwanzo. Mwisho inafuata. Yaani watu kama hao wamelikuwa natafuta kitambo sana. Ndani kwetu hatuna amani, tunawakamata. Huu ndio mfumo ambao unaanzia sasa hivi. Anoiba anobaka, tunaua, tunatupa jani safari. Upo na kamanda, mwanangu, siwazi. I think.